Jumba kila mtu ako tayari, anyang'anye ajenge jumba, lakini kaburi, hakuna mtu mwenye kujipinda kaburi yangu. Mtaendaje kwenye kaburi la? Wapenda sana majumba, anasahauma kaburi. Sisi hapa tulipo katika kaburi na nyumba tunapenda. Asubuhi umepiga deki nyumba yako asubuhi, nyumba yako kilaabadilisha tiataizi mpata choni Je, yale ile miamala nayo ya kutia taizi kwenye kaburi yako unayo, au nyumba ako? Siku mbili tatu waliwacha, wapenda sana mijumba, sahau makaburi. Maswaapa kitu kisababisha masahaba wamefanikiwa, walikuwa maisha yao yote, walikuwa kupenda ahera. Ndio maana duniani wamefanikiwa, ahera wamefanikiwa. Sisi mtu akiamka hivi akilala, amuuliza mume wangu kinyumba cha makuti twalala nyumba kama hii kama lini? Maswahaba alikuwa akilala, amwambia mke wangu hivi, leo tukifa mchana, tumetanguliza nini tena kusaidia hapa kwa ahera? Sisi tukilala, tuki tunapanga miamala ya dunia, tukiamka tunapanga miamala ya dunia. Ya ahera tutakwenda ipanga lini? na umri unapenda Akalu ummati, mtume asema akalu ummati alathina sabu sabuun, wachache sana wangu watakefika miaka sabini. Sasa hivi sasa hivi watu wanaokufa yani ni wale watu wadogo wadogo vijana hivi, unaona kuna mtu sasa hivi anafika miaka mia? Unaona, Mtume kasema uma wangu wachache sana watakefika miaka sabini.